Shazoeleka ya kwamba ukiwa unataka kumuelekeza mtu unaweza ukatumia kidole chako kwamba bana nenda pale, nenda kule. Lakini kwa jamii ya watu wa Nicaragua bana, ni tofauti kabisa, yani kwamba mtu ambavyo anaweza kakuelekeza kwa kidole, wao huweza kutumia mdomo, inamaanisha yani lips, kwa upande wa jamii ya watu wa Nicaragua ebana. Kufanya vitendo kwa kutumia ishara ya mikono ni mila iliyozoeleka zaidi katika tamaduni mbalimbali mbali, lakini kwa watu wengi hutumia kidole hasa cha shahada kuweza kuonyesha kitu. Lakini pia kwa jamii huko watu Nicaragua ni kawaida kabisa kwa jamii kwa raia yoyote kuweza kuonyesha ishara kwa kutumia mdomo, namaanisha lips, badala ya kidole kama watu wengi walivyoweza kuzoea duniani. Inatumika kama ishara ya kukubaliana kitu, lakini pia kuweza kuonyesha kitu, ama namna ya kuweza kumwonyesha mtu njia ya wapi kwenda. Unaweza kujiuliza maswali mengi ya kwamba inakuwaje mtu anaweza kutumia ishara ya mdomo kuweza kuelekeza kitu. Huanza kwa kuvuta mdomo ili kutengeneza sura fulani inakuwa ipo katika hali fulani pia mkunjo, lakini pia wanakunja midomo yao ili kuweza kuonyesha kwamba sasa inapaswa uende sehemu fulani. Lakini kwa jamii ya watu wa Nicaragua wao huweza kuelewana, ni tamaduni yao, so ni kama vile watu ambao tushazoea kusalimiana. Kwa jamii ya watu wa Nicaragua ni kawaida kabisa mtu kukuelekeza mahali kwamba wapi pa kwenda kwa kutumia tu mdomo. Kwa kweli, kama mdau wa burudani, kwa kwako uko na mtazamo gani? Make sure tukomba drop comment yako kwenye onja comment in online digital. Until next time.